Biidhnillahi taala leo tutakuwa katika kipindi cha tatu katika mabora ya siku hizi kumi za Dhul Hijjah, na katika kipindi chetu kilichotangulia cha pili kuhusiana na fadila za siku kumi za Dhul Hijjah tulikuwa ni wenye kuzungumzia hadithi ya Abi Hurairata radhiyallahu anhu na na fadhila za kila siku unayofunga hizi siku tisa za Dhulhijja ni thawabu za mwaka za mwaka mzima, lakini tukasema hii ni hadithi ni dhaifu mno. Kisha tukazungumzia hadithi ya Aisha ambayo inasema hajawahi kumwona kabisa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akifunga hizi siku kumi na kama tulivyoelezea ya kwamba wanavioni wameweza kujibu hadithi hii uh, kwa nukta kadhaa ambazo tulizitaja. Leo biidhnillahi taala tutazungumzia kilele za siku hizi kuu, ambayo ni tarehe tisa, siku ya Arafa, ambao mahujaji wako katika bonde la, na siku ya kumi ambayo kuna amali njema kwa mno kwa Muislamu mwenye uwezo kuitekeleza nayo, na ni kuchinja. Lakini leo tazungumzia hii, na alhamdulillah, mwaka huu ninavyodhania uh, kutakuwa hakuna hakuna utesi wa aina yoyote, kwa sababu Chief Kadhi, Kadhi mkuu wa Kenya Sheikh Ahmad uh, Sheikh Ahmad Dwar ametangaza ya kwamba mwezi ulioonekana Komoro umekubalika, uh, kuwa ni ushahidi wa kwamba mwezi umeonekana na Jumatano tarehe 22 mwezi wa Julai ndio tarehe mosi ya Dhulhijja. Na hivyo hivyo kima taifa hiyo ndio tarehe mosi. Kwa hivyo basi, na shaka yoyote tarehe tisa ambayo ni siku ya Arafa itakuwa ni siku ya Alhamisi tarehe 30 mwezi wa Julai, na tarehe 31 mwezi wa Julai ndio itakuwa ni Eidul Adha. Eidul Adha. Sasa ni bora sisi tuzungumzie kuhusiana na funga ya siku ya Arafa. Je, hii funga ya siku ya Arafa kunafasi za kufunga sisi, sisi ambao hatuko haji? Baba kwa wale ambao wako haji, kuna kauli ya kwamba haifai, kuna kauli ya kwamba inafaa, kuna kauli ya kwamba inafaa ikiwa haitakudhoofisha, lakini hatuko huko, kwa sababu sote tuko hapa

ni kwamba tuko mwaka 1441 Hijri. Unapofunga siku hii ya Arafa, Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusamehea madhambi ya mwaka 1441 na, na, na anakufutia madhambi ya mwaka 1442. Miaka miwili yani. Katika riwaya nyingine ya Muslim

kwamba hii funga hii hii, yani hii. Uh, saumi yaumi arafa, funga ya siku ya arafa, almadi kafara laha kwamba huu mwaka utakao kuja au mwaka uliopita ni kwamba kufunga, Allah subhanahu wa ta'ala anakufanyia ni kafara, anakufutia yale madhani, kama jaalahu mukaffiran lima fi as-sana almadhiyata kama vile vile anapokufutia mukafira anakufutia madhambi ya mwaka utakaofuata. Kwa hivyo hii ni maelezo ya wanavioni moja, kama anavyosema kama anavyosema Imam an-Nawawi katika al-Majmu'

Allati tahtaj ila kafara, kutoweza kutotekeleza maasi au maasia au madhambi au makosa au telezi za aina yoyote yeah. Ambayo inahitajia kafara, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga, atamwepusha. Kwa hiyo maana zote mbili zinachukuliwa, zina

kufanya na kufanya dhambi lolote ambalo linahitajia wewe utoe kafara, wewe utoe kafara, tunamwomba. Uh, kwa hivyo ni ukumbusho kwangu nafsi yangu na kwa watazamaji wetu wapendwa, tuchukue hii fursa kwa sababu hatujui mwanzo tutaifika ikiwa umefika, basi uchukue hii fursa, kwa sababu ya mwakani hatujui kama tutafika au hatutafika. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie uwezo na atuweke katika hali ya nia na atuweke katika hali ya afya na siha, tuweze kuifunga siku hii ya Arafa ambayo itakuwa ni Alhamisi tarehe 30 ya Julai, na Allah subhanahu wa ta'ala ikubali azikubali zile amali zetu zote njema tulizofanya katika siku hizi tisa pamoja na siku hii ya tisa, na atuwezeshe kufanya amali zilizo njema siku ya kumi na katika maisha yetu yote, na atuingishe katika jannati ya pepo yake al-firdaus al aala. Mpaka katika kipindi kingine biidhnillahi ta'ala, tutakuwa ni wenye kukomea hapa kwa kusema subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ila anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.